Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo na karibu, mimi ni Belden Walieula tulionayo katika Amka na BBC. Vikosi vya Marekani vimechukua udhibiti wa meli ya kubeba mafuta nje ya pwani ya Venezuela katika hatua ya kuongeza shinikizo dhidi ya uongozi wa taifa hilo serikali ya DRC inasema raia 100 wameuawa na wengine laki mbili kuyikimbia makazi yao wakati waasi, tatu, waasi M23 walikuwa wakichukua udhibiti wa mji wa Uvira Kivu Kusini tangu jana magharibi mpaka sasa. Tuko ndani ya nyumba, tunataka tusisikie masasi leo, tutembee kwenye muji bila wasiwasi na katika gumzo tunaangaza iwapo Ukraini ipo tayari kufanya uchaguzi licha ya vita vinavyoendelea na Urusi. Ugumu ni kwamba Ukraini ina sheria zake, ina katiba yake, na Ukraini enyewe ukizu, ukizungumzia katiba yake kwamba kunapokuwa na hali ya vita, Ukraini hairuhusu uchaguzi kufanyika. lakini kwanza ni muhtasari wa habari na Eskola Kisanga. Nam, asante Boldin. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo mapya na Volodimir Zelenski na viongozi wengine wa Ulaya kuhusu kumaliza vita nchini Ukraine huenda ni kupoteza muda. Akizungumza ikulu ya White House, Trump anasema mazungumzo kwa njia ya simu na viongozi wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa, anasema mazungumzo hayo yalikuwa na kile alichokiita maneno makali. Anasema bado hajaamua kuhusu wito wa mkutano mpya. Mapema hii leo maafisa wa Ukraine wametuma mapendekezo kwa Washington kwa ajili ya kumaliza vita ambayo yanajumuisha marekebisho kwenye mpango wa awali wa Marekani ambao ungehitaji Ukraine kukabidhi sehemu ya ardhi yake kwa Urusi. Waasi wa M23 Mashariki mwa Kongo wanasema kwa sasa wako katika udhibiti kamili wa mji wa Uvira, makazi ya mwisho yaliyochukuliwa na serikali katika jimbo la kusini. Katika taarifa yake, kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda limetaka majeshi ya Kongo kusalimu amri. Wiki moja tu baada ya mkataba wa amani uliosainiwa na Marekani uliosimamiwa na Marekani na kusainiwa na Kongo na Rwanda, Waziri wa mambo ya nje wa Burundi ameeleza utekaji wa mji huo wa Uvira kama aibu kwa Rais Trump. Majeshi ya Marekani yamedhibiti meli ya nje ya pwani ya Venezuela kwa lengo la kuongeza shinikizo dhidi ya nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema bado hatua kadhaa zinaendelea bila kufafanua zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Venezuela imelaumu imelaumu shambulio hilo na kuliita wizi wa wazi na uharamia wa kimataifa. Zaidi na Felix Mwateye. Inasemekana kuwa kukamatwa kwa meli hiyo ni sehemu ya mpango wa kudhoofisha rasilimali za nishati za nchi hiyo kwa makusudi. Hapo awali, mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi alikashifu meli hiyo kwa kusafirisha mafuta yaliyowekwa vikwazo kutoka Venezuela na Iran. Katika hatua nyingine, Rais wa Colombia Gustavo Petro amependekeza Venezuela kuruhusu uwepo wa serikali ya mpito. Bwana Petro alisema Rais Maduro anapaswa kukubali kwamba jibu bora kwa mashinikizo ya kigeni ni mapinduzi ya kidemokrasia na kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado amewahimiza Wanavenezuela kuendeleza kupigana na serikali ya kidikteta katika hotuba iliyosemwa na binti yake ambaye alikuwa akichukua tuzo ya amani ya Nobel ya mama yake huko Oslo. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel Johan Watne Frydnes anasema Rais Maduro anapaswa kujiuzulu na maelfu ya watu wameandamana kote Bulgaria, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Sofia, wakishutumu serikali kwa ufisadi. Harakati za maandamano zinakuwa zinazidi ku zinadai kujiuzuru kwa serikali ya waziri mkuu Rosen Zelvazok na baraza lake la mawaziri. Rais wa Bulgaria Rumen Radev, ambaye ameunga mkono waandamanaji, anasema maandamano hayo huenda yakachochea uwepo wa kura ya kutokuwa na imani na baraza la mawaziri. Huenda leo Alhamisi serikali ya Bulgaria ikakabiliana pia na kura ya kutokuwa na imani kwa mara ya sita kwa mwaka huu. Hii ni BBC na mtasari wa habari za dunia umesoma kwako na Skola Kisanga. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikutangazia kwenye FM redio wa shirika mbalimbali ya Afrika Mashariki na kupitia tovuti yetu ya BBC Swahili.com. Matangazo haya pia utayapata kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Mimi ni Beldin Waliula, karibu. Vikosi vya Marekani vimechukua udhibiti wa meli ya kubeba mafuta nje ya pwani ya Venezuela, katika hatua ya kuongeza shinikizo dhidi ya uongozi wa taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mambo mengine yalikuwa ikifanyika bila kutoa maelezo zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Venezuela ililaani tukio hilo kama wizi wa wazi na uharamia wa kimataifa. Zaidi na Filis Mote mapema mwanasheria mkuu wa marekani pam bondi aliweka video kwenye mtandao wa x ya kudhibitiwa kwa meli hiyo akidai kwamba ilikuwa ikisafirisha mafuta yaliyowekewa vikwazo kutoka venezuela na iran mafuta ndiyo chanzo kikuu cha mapato cha venezuela kanali mstaafu wa jeshi la wanamaji mark cancian ameambia bbc kwamba wanajeshi hutekeleza operesheni za usalama za aina hii mara kwa mara well, kind of bila shaka aina hii ya operesheni star, ni ya kawaida kwa jeshi Jeshi la wanamaji, walinzi wa pwani na vikosi maalum hufanya hivi mara kwa mara. Jeshi la wanamaji na walinzi wa pwani wanaweza kupanda meli kwa kutumia helikopta au boti dogo pembeni inaonekana kwamba hapa kulikuwa na kikosi maalum cha operesheni ambacho kilitua kwa helikopta. Akizungumza kwenye mkutano mapema hapo jana, rais wa Venezuela Nicolas Maduro alikuwa na ujumbe kwa wakazi wa Marekani wanaopinga vita dhidi ya Venezuela. Na ujumbe huo ulikuja kwa njia ya wimbo maarufu wa mwaka 1988. La, la, la, la, la, la. Maduro pia alisema katika hotuba hiyo kwamba mtu yeyote anayetaka mafuta ya Venezuela lazima aheshimu sheria na kwamba Venezuela haitakuwa tena koloni ya mafuta. Maneno makali zaidi kutoka kwa serikali ya Venezuela ya kulaani hatua ya Marekani yametolewa muda mfupi uliopita. Waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela Diosdado Cabello ameiita Marekani wauaji, wezi na maharamia. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili umezidi kudorora kadri uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Caribbean unavyoongezeka. Kabla kwa kukamatwa kwa meli hii ya leo, vikosi vya Marekani vilivamia angalau meli ishirini na tatu katika mashambulio ishirini na mbili tofauti kwenye maji ya kimataifa kati ya tarehe 2 Septemba na tarehe 4 mwezi wa Disemba. Idadi kubwa ya mashambulio hayo yametokea nje ya pwani za Venezuela na Colombia, na kwa jumla takriban watu 84 wameuawa. Ni Felix mote. Wasi wa M23 walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema wamechukua udhibiti wa mji wa Uvira, mji wa mwisho uliokuwa chini ya serikali ya taifa hilo kusini mwa wilaya ya Kivu. Wakazi wa eneo hilo wamethibitisha uwepo wa wapiganaji wa M23 katika afisa kuu, afisi kuu za gavana wa eneo hilo na ofisi za halmashauri za mji huo. Utekaji wa mji wa Uvira umejiri chini ya wiki moja tu baada ya rais wa Kongo na mwenzake wa Rwanda kutia saini ya makubaliano ya kusitisha vita mashariki mwa DRC. Kutoka eneo hilo, Chube Ngorombi amesitumia taarifa ifuatayo. Tangu jana magharibi mpaka sasa tuko ndani ya nyumba, tunataka tusisikie masasi, leo tutembee kwenye muji bila wasiwasi. Vita hivi vinavyoendelea baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani huko Washington kati ya DRC na Rwanda vimezua hisia mseto kati ya raia wa DRC pamoja na mataifa jirani wa DRC, Rwanda na Burundi, lakini ile njoo hali inaendelea kwetu Uvira. Muzidi kutuombea. Katika taarifa kwa waandishi wa habari Disemba 10, 2025 serikali ya Rwanda inashutumu darasi na Burundi kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotolewa na Washington. Kulingana na Kigali, inadai kwamba FARDC, vikosi vya Burundi, FDLR, wanamgambo wa Wazalendo na mamluki wa kigeni wamearusha mabomu karibu na mupaka wa Rwanda kwa kutumia ndege za wapiganaji na vifaa vya kushambulia huko Gitega. Upande wa serikali ya Burundi Jumatatu ulishutumu pia Rwanda kwa kutekeleza mashambulio katika eneo lake dhidi ya askari wake waliopelekwa katika DRC kama sehemu ya makubaliano ya nchi mbili na Kinshasa. Moise le Filosofe kutoka vuguvugu la Lucha ameonya serikali ya DRC, Marekani na viongozi wa Qatar kuboresha usalama ili kuokoa maisha ya raia wasiokuwa na hatia mashariki mwa DRC. Kwa Marekani na kwa wakuu viongozi wa Qatar ambao wanaendelea ku uendesha makubaliano kati ya wakuu viongozi wa DRC na M23 waweze kabisa kuingia kindani ndani na kuomba kuheshimika kwa mikataba ambayo ilikamatiwa kupitia X ya msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Mweya. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ilionyesha mapigano hayo ambayo pia inaathiri maeneo kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na kufanya ukiukaji wa makusudi wa kusitisha mapigano na mkataba wa Washington uliowezeshwa na rais wa Amerika. Kinshasa inasema vizuizi lazima vichukuliwe ili kuidhinisha mtazamo huu ambao unadhoofisha makubaliano ambayo yamekaribishwa kwa makubaliano ulimwenguni. M23 inashutumu pia Kinshasa kutokusitisha mapigano dhidi yao wakati ikiwalinda raia wake. Kuanguka kwa mji wa kimkakati wa Uvira kunakuja wakati Marekani na jumuiya ya Ulaya wakizitaka pande mbili zinazopigana kusitisha mapigano kwa mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. ni Chubengorobi. Mkuu mmoja wa serikali nchini Benin ameiambia BBC kwamba kiongozi wa jaribio la mapinduzi lilofeli la siku ya Jumapili amekimbilia nchi jirani ya Togo. Akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina, afisa huyo alisema kuwa serikali itaiomba Togo kumrejesha Luteni Kanali Pascal Tegri. Serikali ya Togo bado haijatoa ya maoni yake halimanyanza na taarifa hiyo. Afisa huyo mwandamizi wa serikali ya Benin ameiambia BBC kwamba mamlaka nchini humo zilikuwa zikijua kwamba luteni kanali Pascal tigri yupo katika mji mkuu wa Togo, Lome, na katika eneo ambalo rais wa nchi hiyo fogniansabe anaishi. Amesema watatuma maombi ya kurudishwa kwa kiongozi huyo na kuona jinsi gani mamlaka nchini Togo itakavyochukua hatua. Hata hivyo hakuna uthibitisho wa pande zote juu ya madai hayo. Togo ni mwanachama wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS ambayo pia ililani jaribio hilo la mapi mapinduzi mapinduzi hayo yaliyoshindwa yalitokea baada ya mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi na kuzua wasiwasi juu ya wa kitisho cha ja demokrasia. Mapinduzi hayo yalizimwa pia baada ya Nigeria, taifa lenye nguvu katika eneo hilo, kutuma ndege za kivita kwa ajili ya kwenda kudhibiti uasi kufuatia ombi kutoka katika serikali ya rais wa Benin Patrice Talon. Vikosi maalum vya Ufaransa vilivyotumwa nchini humo kutokea Ivory Coast navyo pia vinadaiwa kuwasaidia wanajeshi watiifu kuzuia mapinduzi hayo. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Benin hajathibitisha uwepo wa vikosi hivyo ameiambia BBC kwamba anachojua yeye ni kwamba Ufaransa ilitoa msaada tu wa kiintelijensia siku ya Jumapili. Kundi la wanajeshi lilijitokeza katika televisheni ya nchi hiyo na kutangaza kwamba wamenyakua madaraka. Ecowas imetuma wanajeshi kutoka Nigeria, Ghana, sierra Leone na Ivory Coast kulinda miundombinu muhimu nchini Benin. Benin ni mmoja wa wazalishaji wakubwa wa pamba barani Afrika, lakini liko katika kundi la nchi maskini zaidi duniani. Nisasa, na sasa nampisha Felis Mwate na taarifa za sport, karibu Felis. Shukran sana Beldin na minanza na kuangazia usiku wa mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya. Sasa noni Madweke anaweza kutafakari ushindi wa ligi ya mabingwa dhidi ya Club Brugge kama usiku wa kihistoria katika maisha yake ya soka na klabu ya The Gunners. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka ishirini na mitatu alifunga mabao mawili katika ushindi wa Arsenal wa magoli matatu kwa sufuri ikiwa ni pamoja na bao la kuvutia kutoka yadi ishirini huku kiwango chake cha juu kikionyesha tena kwamba naweza kuwa zaidi ya mchezaji wa kupumzishwa kwa kocha Mikel Arteta. Na mabao kutoka kwa Nico O'Reilly na Erling Haaland yaliipa Manchester City ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Real Madrid katika uwanja wa Bernabeu, na hivyo kuongeza shinikizo kwa kocha wa Madrid Javi Alonso. Juventus nayo iliimarisha nafasi zao za kusonga mbele kwenye ligi ya mabingwa baada ya mabao mawili ya kipindi cha pili kuvunja ngome ya upinzani wa timu ya Pafos Kuto. Cyprus. Sasa mabingwa wa Ulaya Paris Saint-Germain walishindwa kuivunja Athletic Club. Kwani bado wako katika nafasi nzuri ya kusonga mbele kwenye ligi ya mabingwa, kikosi hicho cha Louis Enrique kiko nafasi ya tatu, ingawa kina kike wa kitaalamu wa mchezo wa ubao wa kijapani aina ya shogi amepokea ombi la msamaha kutoka kwa chama cha mchezo huo kutokana na jinsi kilivyowatendea wachezaji wa wajawazito. Kana Fukuma ambaye ni bingwa wa mara sita wa mchezo huo unaofanana na chess alilazimika kujitoa kwenye mashindano ya ubingwa kwa sababu tarehe za mechi ziliangukia katika kipindi cha wiki kumi na nne karibu ya tarehe ya kujifungua. Anasema kanuni zilizopo zinawalazimisha wanawake kuchagua kati ya uzazi na kazi zao. Sasa nikomee hapo, Beldin bwana. Kila shujaa ana hadithi yake, mimi ni Filis Mote.